Tulikuwa na tani zaidi ya elfu ishirini lakini pia tulikuwa na roti mia moja na tisa kwenye magala yetu manane yaliyopo Ruangwa, na Chingwea na Liwale. Sasa kwa niaba ya wakulima mwenzetu, bei ya juu shilingi elfu mbili mia sita na kumi na bei ya chini shilingi elfu mbili mia nne na sitini Je, wakulima kwa, kwa bei hizo tulizoziona na tulizozisikia tunauza? Tunauza korosho zote. Tujitahidi kuendelea kusimamia ubora ku kwenye vyama vyetu, hususani kaushaji wa korosho ni muhimu sana. Ndugu zangu, tujitahidi kusimamiana. Najua na Runali huwa sote tunafanya vizuri kwao, tuendeleze hiyo hulka, tusimamiana kwenye suala ubora wa korosho. Bei hiyo imetokana na ushindani wa mtandaoni na ni halisi kwa kadili mlivyoona. Kwa hivyo tunapokuwa tunapata bei nzuri tufahamu ni hali halisi ya soko, kama pia ambavyo siku ukiona bei imeshuka, haishushwi na serikali wala bodi ya korosho wala temensi, wala Runali inashuka kulingana na hali halisi ya bei ya soko. Naombe tuwe tunaipokea na kuendelea kusimamia ubora ili bei hizi ziendelee kupanda zaidi, tukajitahidi kutunza fedha zetu, tuwe waangalifu na tumie fedha hizi kwa manufaa ya maandalizi ya korosho msimu